Hii ni sanaa na biashara, pale ambapo tunachukua sanaa yetu, ubunifu wetu au kazi yetu ya utamaduni na kuibadilisha kuwa sanaa. Na hichi ni kipindi cha tano, ambacho tunaelezea zaidi jinsi ya kutengeneza na kuweza kuelezea wazo letu. Hapa ndipo tunasimama katikati ya ndoto na uhalisia, kati ya wazo na utekelezaji. Hii ni sehemu ambayo tunachukua hatua ya kukichukua kitu ambacho tulikifikiria na kukileta kwenye uhalisia. Katika kipindi hichi cha tano tutaenda kuchukua wazo letu ambalo tumelifikiria na kulitengeneza, lakini pia tutatengeneza muundo ambao tunaweza kutumia kwa ajili ya kulielezea wazo letu mbele za watu wengine ili tuweze kupata uwekezaji wa kifedha kuliwezesha, au kuweza kupata mrejesho wa kujua wapi tunakosea, wapi tukiboresha tenda vizuri, na jinsi gani ya kuboresha wazo letu ili liweze kufanya vizuri katika soko husika. Wazo lako haliwezi kumsaidia mtu yoyote tu kama limekaa kichwani au kwenye karatasi. Unahitaji kutoa kitu halisi kidogo na rahisi cha kujaribu, kutengeneza kitu tunaita prototype, au mfano wa wazo ambao unaweza kutumika kuonyesha kitu gani unajaribu kufanya, hata kama haujatimilika. Kama wewe ni mchoraji, basi chora bidhaa yako ya kwanza. Kama wewe ni designer Tengeneza mfano wa bidhaa yako. Kama wewe ni mwimbaji, basi rekodi demo hata ya sekunde 30 tu ya kazi ambayo unataka kuimba. Lakini pia kama wewe ni mshonaji wa nguo za kibunifu, shona kipande kimoja tu cha mavazi utakachokitumia kuwaonyesha watu unachomaanisha. Hapa usijali ubora wa mwisho. Lengo ni kujifunza, kuboresha na kuweza kuangalia soko lako linaitikia vipi bidhaa yako ya sanaa bunifu au kazi ya utamaduni. Kwa mfano, jinsi unavyoweza kupichi, nitakupa mfano tu wa kazi yangu ya sanaa moja, inaitwa Tabu, ni filamu ya animation. Sasa itaenda hivi: mimi naitwa Guamaka, mimi ni mtayarishaji na mwongozaji wa filamu kutoka Tai Studios. Nimetengeneza filamu inaitwa Tabu. Tabu ni filamu inayomuhusu binti ambaye anaishi Manzese. Binti huyu anapitia changamoto mbalimbali mbali ambazo zinahusiana na masuala ya familia na afya yake ya akili. Anaishi kila siku na bibi yake, mama yake, shangazi yake pamoja na wajomba zake. Kila siku yeye anashindana na jinsi gani ambavyo anaweza kujilinda afya yake ya akili, lakini pia kuendeleza upendo ndani ya familia. Je, mwisho wa siku ataweza kuondokana na changamoto hizi? Filamu hii inawahusu vijana ambao wa wako likabale ili waweze kujifunza jinsi gani ya kuondokana na changamoto za afya ya akili katika maisha ya kifamilia. Mimi ni mtu sahihi wa kusimulia hadithi hii kwa sababu mimi ni kijana ambaye nimekulia Dar es Salaam mjini, ambayo mjini, Manzese ni sehemu ambayo inapita toka niko shule ya msingi. Nimeona changamoto kubwa sana za vijana wa likabale kihusika na mimi mwenyewe ili kuweza kutatua changamoto hizi. Hiyo ni mfano rahisi tu jinsi gani ambavyo unaweza ukafanya pitch. Sasa katika kipindi cha leo tumeweza kuangalia jinsi ya kutengeneza mfano wa kazi yako ambao tunaita prototype, na kuitengeneza kweli kutoka kwenye wazo ili iweze kuwa kitu ambacho ni halisi, rahisi, na pia ambacho kinaweza kuboresheka. Lakini pia cha pili tumeangalia jinsi gani ya kuelezea wazo lako mbele za watu au kuwafikishia watu ambao wanaweza kusapoti kwa kushika mkono, kupeleka kwa wadau sahihi, kukupa fedha ili kuweza kufanikisha wazo lako la kisanaa, au kitu cha tatu, kuweza kukupa mrejesho wa jinsi gani unaweza ukaboresha kazi yako. Sasa ningependa kukualika uingie kwenye linki ambayo iko pamoja na video hii uweze kupakua kipeperushi ambacho kitaweza kusaidia wewe kufanya vitu hivi viwili, uweza kuhakikisha kwamba umetengeneza mfano wa wazo lako na umeweza kutengeneza jinsi gani utaielezea, ambayo ni pitch presentation. Ndani ya kipeperushi hichi utakuta jinsi ya kutengeneza pichi yako, lakini pia kujirekodi kwa simu jinsi unavyojielezea, jinsi unavyoelezea wazo lako lakini kitu cha mwisho kuichukua video ambayo umejirekodi wewe ukiwa unafanya hiyo pitch presentation, au unatuelezea wazo lako na kutuonyesha mfano wa kazi yako, uvichukue hivyo ukiwa umerekodi kwenye simu na kuviingiza katika folda ya mtandao ambayo pamoja linki yake tutakupa. Kumbuka, usubiri kuwa mkamilifu ili kuanza, anza ili kuwa bora. Mpaka kipindi kijacho, ambapo tutaelezea vizuri zaidi jinsi gani ya kujielezea vizuri wakati wa pichi yako. Karibu uweze kusubscribe na tuendelee kujifunza kufanya sanaa wa biashara.